Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama nilivyosema, nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa, tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa wakuumwa walipigwa risasi. Na waliopigwa risasi, wengine walikuwa kwenye maandamano na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa wanaenda kazini na wengine wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi wakapigwa wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, kwamba mtu amekosea huwezi e, ukamhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa, alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia na atapelekwa gereza, lakini si kuua kwa waliuawa. Kwa hawa ndio tunawaombea, tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni lakini vile vile tunaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali, Mungu awape wepesi, ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu, na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo. Na tunapoangalia yote haya yaliyotokea, nasema haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu ameduaa na, na tunahuzunika, tunalia, hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Uliza sana, wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati, na tunapoiombea Tanzania: dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana, kama mtu anapowinda anapo mnyama aweze kumuua ale nyama. Sasa si mina yetu sisi si kumlenga mtu na kummaliza tulikuwa tunayasikia tu na leo hii tunajionea, na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu. Lakini tunaangalia hadhi ya mwanadamu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, hadhi ya mwanadamu tunaangalia kwanza, ametoka wapi huyu mwanadamu? Ni sawasawa na nguruwe? Ni sawasawa na ng'ombe, au ni sawasawa na wadudu ambao tunakanyaga kila wakati? Ana hadhi yake mwanadamu katika somo la kwanza. Kwanza aliumbwa na hali ya kutokufa, hali ya kutokufa ambao Waingereza wanasema kwamba aliumbwa awe katika hali ambayo inaitwa immortality , kutokufa, awe rafiki wa Mungu kila wakati. Katika dhambi ile, basi ikaletwa mauti, lakini mwisho, wakati Kristo alikuja, amekufa kwa ajili yetu. Na ndio maana katika somo la kwanza sema roho za wenye haki wamo mikononi mwa Mungu, na kwa sababu hiyo mwili huo umekufa, lakini roho hii inaendelea ipo mikononi mwa Mungu, inalindwa na Mungu, hakuna tabu itakayogusa tena, hata wana bunduki tena, mlio wa mabomu yoyote, chukizo yote, kwa mikononi mwa Mungu analindwa. Hiyo ni asili yetu, tumetoka kwa Mungu, sisi kwa na hali ya kutokufa, lakini zaidi ya hilo hadhi yetu bado ipo, tuliumbwa kwa sura na mfano wa asili ya Mungu, ambayo asili yake ni umilele, Eternal God, Mungu ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndio tumeumbwa kwa sura na mfano huu. Uwe umekosa uwe umefanya nini, hadhi yako iko pale, wewe ni sura na mfano wa Mungu. Na kwa sababu hiyo lazima kumwangalia mtu kwa namna ya pekee, sio kumweka kama mnyama na kwa sababu hiyo kumfanyia upendavyo. Hapana, na tunaangalia huyu mwenye hadhi mwanadamu, huyu aliye na hadhi hii, na kwa sababu tunajiangalia sisi sote kama binadamu, ninapomwangalia mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu, na ninavyomtendea mwenzangu ninamtendea Mungu mwenyewe, na ndio maana tunasema kwamba mwanadamu huyu ana heshima yake. Kwa heshima kwa mwanadamu ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake. Ana haki ya kuishi, ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya matibabu na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu, hakuna naye muona mwenzake ni adui. Kwa mfano, kama sasa hizi, najua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa. Sasa wale waliolenga risasi hao ni nani hao? sasa wamelenga risasi, hilo limewapata, hawa wamekufa na nduna ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao. Sasa tunapowaona waliolenga risasi tunawaangaliaje? kwamba sasa ni, ni, ni, maanake wanakuwa sasa ni nani? Kwa sababu mwanadamu sio sio mnyama wa kawaida, kwamba kama nguruwe au nini, nisema nataka nipate kitoweo napommaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu? Mengi yanaongelewa sana leo hii yanaongelewa eh, kwa namna tofauti, pengine tunayaweka haya kisiasa, lakini mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu, mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu na siasa yetu kama binadamu tunasema kwamba e, kila mwanadamu kwa sababu si kisiwa, hata kwenye familia kuna siasa. Lakini siasa tunazoziongelea ni siasa gani? Sio za uadui. Taifa letu limeundwa, tukiangalia, baba wa taifa alituweka katika misingi ya kupendana ya kusaidiana ya kukosoana kwa upendo. Alafu hata yule anayeongoza kujikosoa, kwa sababu wa taifa alijikosoa. Alisema kabisa kwamba tutathimini muda huu tulioishi, tumeishije, tumekosea wapi, tujirekebishe. Kumbukeni kwamba mtu mba ambaye haweza katambua kosa lake ni vigumu sana kujirekebisha. Naona kila mmoja anayesema anamwonea ni kama, yani, anamtendea vibaya sana yee. Na hili ni tatizo, ndio. <coughs> Na sala sio maigizo. Kama kweli unajikabidhi mbele ya Mungu. Si Mungu. Haya yalimetoka wapi? haya yaliyotendeka yametoka wapi? Wengine kama Tanzania hapa tunaona kwenye movie, lakini leo hii kwa macho sasa tulikuwa tunayaona. Sasa juzi hiyo tumeona risasi zinavyomiminwa, tumekaa ndani, ukitoka nje unaogopa kwamba utakutana na risasi, na ndio maana lazima kukaa kuangalia hiyo ndio maana sea tunapoongea tunapo, e, ombea haki na amani katika taifa letu, kuna wimbo unaimbwa misaasaa kusema upendo sio hisia. Upendo unaoongelewa katika imani yetu ni upendo wa sadaka, na tunapoongelea amani, sema wimbo wa amani unaimbwa sana, lakini tunasahau kuimba wimbo wa taifa tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Kama tunaimba ni maneno tu tunayoyatamka, lakini nyoyo zetu ziko mbali sana. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, watu wajisikie nyumbani, lakini vile vile haki na amani. Lakini sasa siku hizi tunaimba amani, amani, amani, amani, amani. Tudumishe amani tudumishe amani tudumishe amani. Huwezi kujenga nyumba hewani hata siku moja. Msingi wa amani ambayo itakuwa imara kwa taifa lolote lile, msingi wake ni haki, haki kwa kila mmoja. Tunaangalia vitu vyote hivyo, tukiangalia iwe katika uchumi manake kila mara hataza mara utaona nchi nzuri yenye mito na mbizi, unaishi kama hupo nyumbani. Hili ni tatizo, hili ni tatizo ambalo tusipoangalia kwa makini, tutapotea katika historia ya ulimwengu. Yani katika mwanadamu huyu kulikuwepo na wanafalsafa wa mwanzoni, walikuwa wanaangalia hivi ukweli e, vitu vyote vimeumbwa, vimetoka wapi? Baadaye akaona mbona amepotea, iwezekani. Ngoja tumwangalie mwanadamu yeye mwenyewe. Wakamwangalia mwanadamu, aiwezekani. Mwisho akaingia kwenye kitu kinaitwa relativism. Ni kadiri yangu mimi, ukweli ni kadiri yangu mimi. Sasa kila mtu akisema ukweli ni kadiri yangu mimi, si tunauana sisi? Mimi ndiyo mwenye ukweli, wewe we, huna na kadiri yako wewe. Mabaridi, usiseme leo kuna baridi sana, namwambia nani? Wana falsafa walifika hivi, wakaenda mbele, wakafika kipindi mpaka wakaamini ushirikina, wakaogopa nyota. Lakini walikaa chini, wakasema, tuangalie tuangalie, tumepotea wapi, turudi tena katika misingi ambayo inatakiwa tuweze kuishi kama binadamu lakini sisi, sisi tusiposoma vizuri ujumbe huu tunaouona huu ambao tunalia tunaomboleza, tutape, tuta, tutafika pabaya tukijidai kwamba tumefumba masikio tukajidai kwamba tuoni tukaegemea upande mmoja, tusipomwangalia muumba huyu kila kila mara tunajikabidhi mikononi mwake, tuwe tunaanza kampeni tumwombe Mungu kwanza, tunaanza hiki tumwombe Mungu kwanza, tunaanza bunge tumwombe Mungu kwanza. Tusipomwangalia sasa, tunamwomba nani? Tusipomjua, maigizo haya yatatufikisha pabaya. Tunahitaji kurudi kwenye misingi yetu, na tunahitaji vile vile kuangalia wimbo wetu wa taifa ambao unatutambulisha sisi kama Watanzania: kweli kuna umoja kweli kuna uhuru? kweli kuna haki? kweli kuna amani? au ni maneno mengi? Kama naanza kukimbia watu, sasa nifikiri ni kwamba nikimwona askari ni ndugu yangu, askari karibu karibu, kilikwenda askari nakimbia, kuna kitu si sawa. Kama kila mtu anaanza kujisifia kwake tu, na maafa yote haya yaliyotokea, najisifia tu hiki Tuone hadhi ya binadamu. Hata kikosea, kuna namna ya kumwajibisha, si kummaliza. Tukimmaliza huyo na tukianza kuongelea maendeleo ya taifa, nani atakayefanya kazi? Na kama tunaongelea hiki na hiki, kimevunjwa hiki, kimevunjwa hiki, kimevunjwa, lakini hiki, tuangalie, kwa nini haya yametokea? Ujumbe huu una maana gani kwetu? kama taifa tumeteleza, ndio maana hivi tumemchukiza sana Mungu na ndio maana tumepoteza utambulisho wetu kama Watanzania. Tahizi, ukienda kokote kule, a kule ambako waliandamana wakauawa, ukifika huko walikouawa, waliopigwa risasi wali kwa hiyo sasa niyule ni naye nikosoa ili nimmalize. Hapana, tunahitaji kuangalia kwa namna pekee. Na, Mungu anatuona, eh. Na Mungu anatuona na unafiki tunaoonyesha Mungu anatuona, maanake nakuja kwako kwa sa nakupenda sana kumbe na kuchoma kwa kisu. unafiki huu Mungu anatuona, na ndio maana tunapoombea wenzetu hawa kwa kweli tujitafakari. Tumeathirika sana, watoto wetu waliozaliwa kipindi hiki walipoyaona mabomu yale, mimi sijui wameathirika kiasi gani. Watoto wadogo wachanga wote hapa, hata kuna wengine wadogo wadogo tu wameuawa, wadogo, wameathirika, hawajawai kuona kitu kama hicho ambacho si kawaida. Tumepoteza utambulisho wetu, kwamba huyu ni Mtanzania, huyu we, Tanzania ya Nyerere. Sasa sisi hizi itakuwa Tanzania ya nani? Tujiulize, ni ya Nyerere tena? Nyerere akifuka leo hii atatushanga, akatuangalia tulivyo, atatushangaa angalia tulivyo atatushanga. Maneno yake ya mwisho alikuwa akasema, jamani, Tanzania naipenda, acha na, na nyewe Tanzania mwishi vizuri na nini mwishoni, ni sasa kute hivi tunauana kama wanyama, tunachukiana, tuna uhasama Hatusaidiani, hatuongozani. Tatizo kubwa wingu hili, sijui litaisha lini. Tuendelee kumwomba Mungu, na ndio maana tuna, tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania mikononi mwake. Tunaombea haki na amani, sio tu amani, haki na amani, msingi na nyumba yake, ili iweze kuwa imara daima tunawaombea waliojeruhiwa uponyaji, tunawaombea marehemu wote waliouawa pumziko la milele. Tumsifu Yesu Kristo.